walhuri na aliyekuwa huru. la ala alabdi, mtumwa ni lazima kwake. Walhuri na aliyekuwa huru pia ni lazima kwake. Waldhakar na mwanamume pia ni lazima kwake. Waluntha na mwanamke pia ni lazima kwake. Walsaghiri na mtoto mdogo pia ni lazima kwake zakatu lfitri. Walkabir na mkubwa pia ni lazima kwake zakatu lfitri.

Manadam akhrij zakatal fitr, toa zakatul fitr. fa innaha wajibatun, hakika zakatul fitr ni wajib. wa hadha huwa sahih, huwa qawlu rajih, huwa qawlu sahih, ndo qawli yenye nguvu kwamba zakatul fitr ni wajibu ambaye iko na uwezo na hakutoa zakatul fitri anapata dhambi. Fa innaha wajibatu, ni wajibu watajibu. Bi ghurubi shamsi lailata l-idi, na ni wajibu zakatul fitri itolewe wakati jua linapozama, usiku wa Idi, usiku wa miqdaruha swaa, na kiwango chake ni swaa kibaba. Hiki kibaba ni arbaatu amdadi, ni, ni... iki kipimo cha swaa ni vibaba vinne. Bimudi rajuli lmutawasit, tukisema arbaatu amdadi K muddu ni kitanga kimoja cha mkono wa mtu. Sasa unazoa vinne vitanga vinne, unazoa mchele, unazolisha mikono yako miwili, moja, mbili, tatu, nne. Uh, yaani, unazolisha mkono mmoja, unazoa moja, unazoa ya pili, unazoa ya tatu, unazoa ya nne, ndio inaitwa ndio inakuwa sawa kwa mtu ambaye mkono wake uko wasat, kati kwa kati, ambayo tukiweka katika vilo ni sawa sawa na thalatha kilo min alurzi taqriban, ni taqriban kilo tatu za mchele, taqriban kilo tatu za mchele. Bimaana zipo chini ya kilo tatu, lakini kwa kutoka kwenye mashaka unaweka kilo tatu. Uh, watukhayir min alurz au attaam attayyib, na unachagua mchele au chakula kilichokuwa kizuri. wala tuhrijuha min arradii, wala usitowi katika chakula ambacho ni kibovu. Mchele umeika ndani hadi ukaharibika, maharago yameika ndani hadi akaharibika. Waqad qala ta'ala lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamto upata wema mpaka mtokile mnachokipenda jinsi wewe mwenyewe hauwezi ukapenda kukula kilichoharibika, kadhalika usipendi kukitoa, usipendi kutoa sadaqa ya kitu ambacho si kisafi. yajibu an yukhrija kullu wahidin sa'an min at-taami an nafsihi, ni wajibu kila mmoja atoe kipimo ambacho kimeandaliwa kwenye Zakatul Fitri cha chakula akijitolea mwenyewe wala yushtaratu ta'amun muhayyan, wala hakuna chakula khaswa ambacho eti ni, ni sheria imekipanga hiki ndicho chakula kitolewe, bali min ta'amil baladi, bali ni kutokana na chakula cha sehemu fulani. Mfano, watu wa Bujumbura wana chakula chao, watu wa Gitega wana chakula chao, watu wa Ngozi wana chakula chao, hivyo yani, au Burundi wana chakula chao, Tanzania wana chakula chao kwa hiyo tunatazama kile chakula ambacho ni maarufu tofauti na ile kauli ambayo inazoelekaga kwa watu eti unatazama chakula chenye umefuturu sana ndani ya Ramadhani ndo unakitolea zakatul fitri. La, sio hivyo, ni chakula ambacho kinazoeleka kwenye nchi nchi, ndicho chakula cha mina tamri, inaweza ikawa ni tende kama vile Warabuni, tende ni moja katika aina za vyakula, au ilbur au ikawa ni ngano au shairi au ikawa ni shairi, nayo pia ni moja katika aina za ngano, au al aruz, au ikawa ni wali mchele, au dhurra, au ikawa ni mihindi, au dukhnu, hii pia ni moja katika aina za vyakula, au ghairiha, au vinginevyo, mima huwa taamu ahli lbaladi kuto kwa vile ambavyo vitakuwa ni vyakula vya sehemu fulani au vya nchi fulani, na hii ni kutokana na hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri akisema: kunna nu'tiha fi zamani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sa'an min ta'amin, zama hizo tumekuwa tukitoa zakatul fitri tukitoa kipimo cha chakula, au sa'an min tamrin, au tukitoa kipimo cha tende, bimana takriban kilo tatu ya tende au sa'an min sha'iri au kilo tatu ya ngano au sa'an min zabibi au kilo tatu ya zabib. Falamma jaa muawiyatu, pindi alipokuja Muawiya, wa jaat samrau, na akaja huyu samra, qala, akasema, ura muddan min hadha ya'dilu muddaini, mimi naona kwamba vile kibaba kimoja cha hii sehemu kinalingana

Hivyo hivyo na mwenda wazimu anatolewa zakatul fitri, wanufasa na wanawake ambao wako katika damu ya ya kizazi na upi, wanatolewa zakatul fitri. Wal marid, na mgonjwa pia. Wa ghayruhu min al muslimin, na wengineo katika Waislamu. Wa ghayrihim min al muslimin, na wengineo katika Waislamu. Fa idha kana lis sabiyyi saghiri malun ukhrijat min malihi, ikiwa mtoto mdogo huyo yuko na mali, basi zakatul fitri inatolewa kwenye mali yake bimaana hapa ndio asli zakatulfitri natoka kwenye mali ya mtu. wain kana lizaujati malun akhrajatha min maliha, ikiwa mke yuko na mali basi mke anatoa zakatulfitri kwenye mali yake. fain akhraja anha azzauju, ikiwa kwamba mume atapenda kumtolea mke wake zakatulfitri awil ab au baba akapenda kumtolea mtoto wake zakatul fitr, hata kama mtoto atakuwa ameshaolewa, na wa nahwuhu anisaghir, na mwingine mfano wake. Baba akamtolea mtoto wake zakatul fitri, mume akamtolea wa mke wake zakatul fitri, ajzaa, inakubalika. Lakini kila mtu akijitolea ni bora zaidi, kwa hadithi ya Ibn Umar akisema: farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakatul fitr sa'an min tamrin Mtume alayhi salatu wasalam amifaradhisha zakatul fitri kibaba cha tende, yani takriban kilo tatu, au sa'an min sha'irin au kibaba cha ngano, alal abdi walhuri waldhakari waluntha walsaghiri walkabiri min almuslimin. Ni lazima hayo juku, mtumwa ni lazima atoe, aliyekuwa huru ni lazima atowe, mwanamume ni lazima atowe, mwanamke ni lazima atowe mtoto mdogo ni lazima atoe, mkubwa ni lazima atoe, kwa sharti wawe ni waislamu wote. Wa amara biha an tuadda qabla khuruj an-nas ila salati rawahu al-Bukhari. Na akaamrisha kwamba zakatu al-fitr itolewe kabla watu hawajenda kusali. Yusannu an tukhraja, an tukhraja sadaqata al-fitr ui inapendeza uitoe zakatul fitri qabla haujatoka kwenda kusali. Bi maana uitoe qabla, mfano, kesho ndo salatu Eid, ukaitoa hata leo usiku, vizuri zaidi. Fahtamma bidhalik, jihimiza na hilo jambo. wakhurujha... Nam, wakhurujha Kabla khuruji, kabla khuruji ila salati al-Eid. Na uitoi kabla hawajatoka kwenda kusali salat al-Eid, kutokana na hadithi ya Ibn Umar aliposema kwamba mtume alayhi salatu wasalam amara biha an tuadda kabla khurujin nas ila salati. Rawahu al-Bukhari. Kwamba mtume ameamrisha zakatul fitr itolewe kabla watu hawajatoka kwenda kusali, rawahu al-Bukhari. Jambo la tano

Alikuwa akitoa zakatul fitri akiwapatia wale anaokutana nao, wakanu yuutuna qabla alfitri biyawmin au yawmayni, na walikuwa wakipana kuwapatia mafakiri, kuwapatia wanaohitaji, kuwapa mafakiri, kuwapa wanaohitaji, kuwapa wamaskini miongoni mwa Waislamu. Wala tuakhiruha wala tuakhiruha ila baada salati al-eid, wala usicheleweshi zakatul fitri mpaka baada salati al-eid. Fa in akhartaha, ikiwa utaichelewesha baada salati al-eid, ikiwa utaichelewesha hadi baada salati al-eid

aladhi qad yahsulu fi siyamika, elewa ya kwamba miongoni mwa hikma za zakatul fitri ni takaso kwako wewe muislamu kutokana na upuuzi uliofanya ndani ya swaumu, kutokana na mambo machafu uliyoyazungumza ndani ya swaumu, kutokana na vitendo visivyofaa ulivyofanya ndani ya swaumu, vyote vilivyokutokea. wa fiha tu'matun lilmasakin, hikma nyingine pia inakuwa ni chakula cha kualishiza maskini wasiojiweza kutokana na hadithi ya bin Abbas akisema, farada rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat alfitri tuhratan lisaimi min allaghwi warafath, al Mtume alayhi salatu wasalam amifaradhisha zakatul fitri ili iwe ni takaso kwa alisaumu kutokana na upuuzi aliofanya kutokana na machafu aliyoyafanya ndani ya swauma. Wale alizungumza wa tu'matan lilmasakin, na pia iwe ni chakula kwa wamaskini. Sio pesa, ni chakula kwa wamaskini. Maneno yapo wazi, tupige mstari hapo, wa tu'matan lilmasakin, chakula kwa wamaskini. Hajasema eti sijua nuquda lilmasakin, sijua fulusa lilmasakin, sijua mablagha lilmasakin, amesema tu'matan

waqd jaa fi bacd lahadithi daifa an yughniya almasakina bizakati lfitri ani ltawafi la lnasi yauma lcidi yauma lcidi. Hii nukta ya mwisho ya nane tuizingatie vyema. Imekuja kwenye baadhi ya hadithi dhaifu kwamba hiyo zakatu lfitri ni kuwatosheleza wamaskini kwa kuwapa zakatu lfitri, wasizunguruki zunguruki katika majumba ya watu siku ya lcidi. fajtahidi ayuha lmuslim fi isaliha ila lmasakini, jitahidi wewe Muislamu, zakatu lfitri uwafikishie wa maskini mahala walipo, qabla khurujika ila salati lcidi, qabla haujatoka kwenda kusali sala lcidi liyatahaqqaqa igna'uhum biha ili yale malengo ya kuwatosheleza na kuombaomba yaweze kutimia. Wa qad qala al-Hafiz fi bulugh al-Marami, al-Hafiz Ibn al-Hafiz Ibn Ibn Ibn Rajab, la al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, kwenye bulugh al-Marami akasema wa Ibn adiyyin min wajhin akhar. Ibn adiy alipokea hadithi kwenye njia nyingine, wad darqutni na Darqutni pia bi isnad dhaif, kwa sanadi iliyokuwa dhaif. Kwa hiyo hii hadithi akaileta Ibn Hajar al-Asqalani kwenye kitabu chake Bulugh al-Maram, akamzea babu sadaqat al-fitr akasema wa Ibn Adiy wa Darqutni bi isnad dhaif, na hadithi ambayo amepokea Darqutni na akaipokea Ibn Adi kwa wapokezi waliokuwa dhaifu ambao ikisema, ughnu hum ani tawani tawafi fi hadha al-yawm, watoshelezeni wa maskini kutokana na kuzunguruka zunguruka katika majumba ya watu kwa kwenda wanaombaomba kunako siku hii ya laidi. Lakini na unapoona hadithi hii ni dhaifu, haijathibiti, na sababu ya udhaifu wake kuna jamaa anaitwa Abu Mashar Najih bin Abdirrahman Huyu wanazuoni wa hadithi wote wamekubaliana kwamba vile ni dhaifu, wamekubaliana kwamba ni dhaifu. Kwa hiyo kuna baadhi ya fatwa ambazo zina kifiri, fatwa za Masri, Darul Ifta, baraza la mashehe wa Masri, wanafutu kujuzisha kutoa pesa kwenye zakatul fitri, wakistadili na hii hadithi kwamba kuwatosheleza wamaskini nayo pia inaingia hata kuwapatia pesa, na hii wa mistadili na hadithi iliyokuwa dhaifu. Kwa hiyo hakuna dalili hata moja sahihi ya kuruhusu kutoa pesa kwenye zakatu alfitri. Na kama jinsi inavyofahamika, e, mipangilio ya zakatu alfitri kama katika nchi yetu ya Burundi, vipo ambavyo vilivyopangwa vimepangwa na uongozi wetu, tukitizama pako kama vile mchele kilo tatu, maharagwe kilo mbili na nusu, kadhalika njegere kilo mbili na nusu, unga wa ngano kilo mbili, ukichukua pako unga wa mhogo kilo moja na nusu, unga wa mahindi kilo moja na nusu, unga wa maziwa kilo moja na nusu. Hivi ndivyo ambavyo vipo katika orodha ya zakatul fitri ambayo imeandaliwa na Baraza Kuu la Mashekhe nchini Burundi. Ikiwa, kwe, ikiwa chini ya saini ya Sheikh Jamal Saleh ala muhifadhi na wahifadhi masheikh zetu wote kwa ujumla. Kwa hiyo zakatul fitri sunna ni kutoa chakula sio kutoa pesa. hadha billahi tawfiq. subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.